Habulini ndugu watazamaji, kwa wakubwa zangu shikamoni, kwa wenzangu habari za asubuhi. wa kwa majina naitwa Nelia Samba ni, ni mwanafunzi wa kidato cha tatu katika shule ya Mtakatifu Monica. Pia mimi ni dada mkuu wa shule ya Mtakatifu Monica. Kama shule yetu ilivyo, moto wa shule yetu ni elimu na malezi bora, ambayo tunamsaidia mwanafunzi upande wa elimu katika shule hii tunasoma masomo yote ambayo ni masomo ya arts na masomo ya science ambayo kuna walimu wa kila somo ambao wanamsaidia mwanafunzi kufanya masomo yake vizuri na kufaulu kwenye mitihani yake. Pia kwa u... upande wa walimu, kuna walimu tofauti tofauti wa masomo mbalimbali ambao wanamsaidia mwanafunzi, akishindwa jambo kwenye darasani, hawezi kumfuata mwalimu huyo ili aweze kuelekezwa. Kuna mambo ambayo yanatusaidia kwenye elimu kama vile vitabu mbalimbali review, pia na library lecturer wetu ametusaidia sana upande wa vitabu kutuletea na kujenga library na laboratory za masomo ya science. Pia ukiwa na wanafunzi, ukitumia elimu yako vizuri, ukisoma vizuri na kusaidia kwenye vitu mbalimbali, kwa mfano ukasoma masomo ya science, unaweza kupata kazi ya uinjinia, unaweza kupata kazi ya daktari, ambayo itakusaidia kwenye kazi zako za baadaye. Pia kama upande wangu mimi wa head girl, ninasaidia wanafunzi kuweza kufanya vizuri kwa masomo yao. Kwa mfano muda wa darasani, tunawasaidia wanafunzi kuwa kimya, wasio wanacheza cheza madarasani, pia kufanya vizuri kwenye taaluma zao. Pia tunawasaidia wanafunzi kwa plepo kwenda kujisomea vizuri na bila kusumbua wengine. Tunamshukuru sana fadha wetu kwa kutusaidia sana kwenye upande wa elimu elimu na malezi bora pia ambayo itamsaidia. Davis Malawi, nasoma katika seminari ya Santa Mtakatifu Monica ambayo iko Njombe. Ipo kidato cha kwanza, kama tunavyojua, licha ya mashuleni kwa tunapatiwa elimu ya darasani, pia tunapatiwa elimu ambayo inatusaidia kukuza vipaji vyetu kama watoto ambavyo vinaweza kuja kutusaidia baadaye, na pia sio elimu tu yetu katika kuza vipaji, tunamshukuru sana rekta wetu kwa kutusaidia. Katika shule yetu inaibua vipaji mbalimbali, ikiwemo master of ceremonies ambayo tumeizoea kuita MC. Kuna uigizaji, kuna uigizaji, uimbaji wa nyimbo mbalimbali kwa gospels, na pia kuna upambaji na kila aina vipaji. Pia katika michezo tuna michezo ya aina mbalimbali ikiwemo football, netball, riadha na michezo mbalimbali mingine ambayo inatusaidia katika kukuza afya zetu na kujenga miili yetu na inatusaidia kuweka miili yetu imara au tunaweza tukasema active ambayo muda wote umfanya mwanafunzi darasani hua, anakuwa smart, muda anapokuwa darasani wakati wa kusoma. Pia licha ya hayo yote katika swala la vipaji tunamshukuru sana rekta, kwa sababu baadhi ya watu wamenufaika sana kutokana na vipaji vyao ikiwemo upambaji. Kuna baadhi ya wanafunzi wenzetu ambao sasa hivi wamemaliza, wapo wanapata manufaa kutokana na talent ambayo iliwakuza kutoka shuleni kwetu. Kwa hiyo tunashukuru sana. Tunawakaribisha sana wanafunzi wengine ambao mnataka kujiunga katika shule ya Mtakatifu Monica, mkaribie sana mtatukuta na tutawapokea sana. Asante. Hayo yote ili mtoto aweze kuwa bora, lazima ajengewe malezi ya dini pamoja na ufanyaji wa kazi za mikono ambazo zitamfanya awe bora na si kuwa tegemezi, hata pale atakapomaliza masomo yake. Hali ikoje katika shule hii ya seminari ya wasichana? Tumsifu Yesu Kristo. Kwa majina anaitwa Nasrini Frank Button, ni mwanafunzi wa kidato cha pili katika shule ya seminari ya wasichana ya mtakatifu Monika. Hapa shuleni kwetu Ukiachilia mbali na masomo tunafanya shughuli mbalimbali za mikono kama vile kilimo na ufugaji. Katika kilimo tunalima vitu mbalimbali mbali kama vile mazao ya chakula na mbogamboga, na ufugaji tunafuga mifugo mbalimbali kama vile kuku, bata na nguruwe. Kazi hizi zitasaidia hapo hata tutakapoenda nyumbani, zinaweza zikatufanya tuwe bize na kazi tuache kuzurula, kwani watoto wengi wanapomaliza elimu hii ya sekondari, wanavyoenda nyumbani, wanapokosa kazi, wanaanza vitu vingine, wanaanza kufanya vitu vingine ambavyo si vizuri katika jamii, kama vile wizi na wengine wanaanza kuvuta madawa ya kulevya. Kwa hiyo tunapojifunza hizi kazi, zinatusaidia pale tunapo nyumbani kwenda kuzifanya hizo kazi, na zitatusaidia katika kuwa bize muda wote, kwa hiyo zitatuepusha na uzurulaji usio lazima, na vilevile zitatuepusha kuingia katika makundi mabaya yasiyofaa katika jamii. Kwa hiyo, na washauri wazazi mnaoniangalia muda huu, mwalete watoto wenu, kwani hapa ndio msingi wa malezi bora na elimu bora. Asanteni. Ningependa kuwasalimu watazamaji wote kwa jina la Yesu, maana Bwana amefufuka, haleluya. Kwa majina naitwa Sara Efraim Mangi, ninasoma kidato cha nne katika shule ya seminari ya mtakatifu Monika. Katika seminari hii tunapata malezi bora na elimu bora. Ndani ya malezi bora mwanafunzi anafundishwa kuishi katika misingi ya kidini ambayo itamsaidia kumcha Mungu awapo shuleni na nyumbani. Mzazi unakaribishwa kumleta mwanafunzi katika shule ya seminari ya mtakatifu Monika. Asanteni.